Tatizo au msiba usikie kwa jirani usije kwako. Mchungaji, mchungaji mbarikiwa Mbea. Kuna mawazo tofauti tu, kuna fikra tofauti. Mchungaji Josephat Gwajima juzi juzi hapo. Anatoa mawazo yake, anaenda kufungia makanisa yake. Isitoshe mnanyima hata wale wanaoabudu haki ya kuabudu, ambayo ni haki ya msingi; tumeridhia tamko la ulimwengu la haki za binadamu. Tumeridhia matamko mbalimbali. Na iko kwenye katiba yetu. Ndio kwenye spika speaker, aliyekuwa spika speaker, Job Ndogai. Hata hujui lipi ni lipi mpaka akaondolewa kwenye nafasi yake ya uspika. Tunauliza, je, ni kwa sababu alihoji kuhusu deni la taifa? Lakini wakina Ndogai hawa ndio walikuwa wanatetea uovu wa kila aina katika jamii. Wakina Ndogai hawa japo walipoondolewa, mimi nilienda mpaka mahakamani kutetea Sio kwamba nilikuwa natetea Job Ndugai Agustino, lakini ilikuwa natetea ule utaratibu wa namna gani alivyoondolewa kwenye nafasi yake, sababu tunazidi kulivuruga taifa. Njoo juzi juzi hapa tarehe 30 ya mwezi kwa tarehe 30 ya mwezi wa nne kwa Padre Charles Kitima, unamwaga damu yake padi yule, mchungaji yule, kiongozi wa kiroho kwa kusudio matamanio ya kutoa uhai wake kweli. Kwa nini kuwa na mawazo tofauti? Au anahamasisha jamii kujitambua, kuwa na kujitambua, dhamiri zao zikoje, wanahudumiaje jamii? Ndio kwa hali kibao anatolewa kwenye gari mchana, kwenye basi mpaka unaweza kukuta ametobolewa macho, uhai wake ukatoweka kosa lake mpaka leo hatujui, anatumiwa kwa nini? Juzi Humphrey Polepole ametoa mawazo tofauti, tumeona dada yake ametekwa, mpaka kamanda wa mkoa wa kanda maalum ya Dar es Salaam akatoa tamko, sijui amepatikana, mambo mengi, lakini wakina polepole pole hawa ambao walihamasisha wa, nakumbuka kwenye ilani ya, ya, ya, ya, ya Chama cha Mapinduzi 2015 2020 swala la kumaliza mchakato wa katiba lilikuwa ndani lakini walikataa na wakawa na jeuri kubwa tu. Lakini kwa leo, ninampongeza kwa sababu amejitambua, na ni nukuu au nikope maneno ya askofu Bagoza. Anasema ametoka kwenye kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, ametoka kwenye Usauli ameenda kwenye Paulo.